Amefika, mtoto amefika, harufu naeka nzuri, mtoto kafika, iye air fresh kutoka papo, mtoto kafika, ngoja nakuja, nakuja subiri, mtoto kafika papo, kila kitu halo olijua demo bogunonukie Sindo ndugu zako unajua. Ana kama ndugu zako, kile ndugu zako sio ndo nagonga asubuhi rafiki yangu mimi najua nina mgeni bwana. Wewe nenda. Wewe umesikia kile ya fresh inavyonukia hii? Wewe nenda. Lakini ya fresh umeiona hii? Wewe nenda bwana. Eh, bwana papo hapa. Nilijua mtoto kumbe sio mtoto ah. Nilijua mtoto kafika, alikuwa nishajiandaa dada manukato. Pija manukato. Asante papo. Nilikuwa nishajiandaa nikajua mtoto amefika. Yaani nilikuwa nafurahisha kwa sababu harufu nilikuwa nishajiandaa ya fresh nzuri. Ah, <laughs> ah! Yani alafu Kumbe kaja ndugu yangu atakayenizika anyway. Ukiwa na geti hakisha una papo kama hii, utaenjoy maisha. Ngoja nimpe mwana hapa, asichukie mwana. Kumbe moja hii, chukua hii moja, ndugu yangu. Hala. <coughs> <coughs> Ngoja nakuja, ngoja <coughs> <coughs> Ngoja ngoja, nakuja, mtoto akija, mtoto amefika, mtoto amefika. Harufu naweka nzuri, mtoto kafika iye Air fresh kutoka papo. Mtoto kafika, ngoja nakuja, nakuja, subiri, mtoto kafika papo, kila kitu. Halo. Wewe lijua demu, Bongo inanukia. Sindo ndugu zako najua. Ala kama ndugu zako ndo nagoga asubuhi, rafiki yangu mimi najua nina mgeni bwana. Mesti ya kini ya fresh inakunukia hii? Wee nenda. Lakini ya fresh umeiona hii? Wee nenda bwana. Ah. E bwana papo hii hapa. Najua mtoto kumbe sio mtoto ah. Nilijua mtoto kafika likuwa ishaje ya dada manukato. Piga manukato. Asante papo. Nilikuwa nishajiandaa nikajua mtoto amefika, yaani nilikuwa nakula maisha kwa sababu harufu nilikuwa nishaiandaa ya freshi nzuri, halafu kumbe kaja ndugu yangu atakayenizika. Anyway, ukiwa na geto hakisha unapapo kama hii, utaenjoy maisha. Ngoja nimpe mwana hapa, asichukie mwana. Jakume moja hii, chukua hii moja tukia. Hala.